Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 Linki? Mimi naitwa Victor Madaha. Kama kawaida leo nipo katika interview nyingine tena na mchungaji, uh, Chandaro, na mambo mengi sana kuzungumza naye na, na bahati nzuri sana amekuwa ni miongoni mwa wachungaji ambao pale tutakuwa tunamhitaji tunapotaka tupate maarifa na elimu tofauti tofauti kuhusu na mambo ya dini hasa Kikristo. Basi amekuwa ni miongoni mwa wachungaji ambao anatupa sana ambao tunamshukuru kwa hilo, na kama kawaida, behind the camera, nyuma ya kamera yupo Rizki. Bwana kiongozi, heshima yako. Yes, na mshukuru Mungu. Kwema kabisa. Ya, namshukuru Mungu kwa uh, pumzi kwa uhai yeah, ambao anatujalia kila tuapo leo mm. Yes. Kwanza nikushukuru sana kwa kufika ofisini. uh, tumekuwa tukikuomba tunakuhitaji, na umekuwa ni mtu ambaye unajitesa unatesa sana kuja hapa japokuwa unakuwa na majukumu mengi lakini, asante kwa hicho nashukuru sana mm. Yes. uh, Mchungaji, nimekutafuta leo, nataka tuzungumze, kuna story ambayo imekuwa kitrend sana duniani mm. uh, ni iko imetokea nchini Marekani mm. ya dau moja ama moja maarufu alikuwa anaitwa Jeffrey Epstein. Huyu yeah. ni ameshafariki lakini yeah. ameacha gumzo kubwa sana yeah. kuna kesi yake ambayo ilikuwa ikiendelea, na kuna bahati mbaya yeye aliuliwa. Sasa ili kuifupisha hii story uh, yeye alikuwa akihusika katika masuala ya kutoa hizi kafara mm -hmm. nikadaiwa kulikuwa mm -hmm. na sehemu ambako alikuwa naye kisiwa watu walikuwa wakienda kule watu maarufu ambao walikuwa akienda kule wana enjoy wanafanya mm -hmm. burudani mazambi na vitu vingine mengi tofauti tofauti lakini kubwa zaidi amekuwa wakitajwa watoto katika hiyo stori yake kwamba watoto wengi sana kwa wakitumika kulavitiwa kule kufanyiwa uh, machafu mengi sana kuwaua na kufanya vitu vingi sana kama mchungaji hasa nataka tudili katika watoto hasa pengine hasa um, kwa nini watoto walikuwa kitumika sana katika kafara tofauti tofauti? Ya kwanza kabisa uh, ni kushukuru kwa swali lako. Unajua umeelezea huyu mtu ambaye alikuwa anaishi kwa Marekani amesha fariki. hmm. lakini katika kile kisiwa walikuwa wanaenda watu mbalimbali, watu maarufu, maraisi, viongozi mbalimbali kutoka Afrika na nchi za bali hmm. mimi niseme tu kwamba kwa nini walikuwa wakitafuta watoto kwanza. Mtoto, mtoto damu yake ni damu ambayo haijachafuliwa. damu ya mtoto ni damu kwanza ambayo haina dhambi. damu ya mtoto ni damu ambayo haina hatia yoyote. Kwa hiyo kafara, kafara ya mtoto kwa upande wa giza ina nguvu sana, ni tofauti na kafara ya mtu mzima. damu yake na maovu aliyonayo inakuwa too much. Kwa hiyo, kwa nini, kwa nini hawa watu wa giza wanatafuta damu ya mtoto damu ya mtoto ni damu ambayo kwanza haina dhambi hmm. Lakini kwa nini hawataki damu ya mtu mzima? Hawataki damu ya mtu mzima kwa sababu damu ya mtu mzima tayari ina vitu vingi, ina mambo mengi sana yes. Wa, wa, wa, watoto wakati mwingine wamekuwa uh, wakipotea sana Diyo. Na wanatumika sana hmm. Ukiacha kwamba watoto wana, wana, wana, wana damu zao kwamba ni bado hazina mazambi mengi hasa hmm. Kuna nini siri nyingine katika watoto? Ah, mimi naweza, naweza kusema kwamba kwa sababu watu kisoma wa mambo ya Biblia kuhusu watoto au watoto wetu au watoto tu walioko sehemu yoyote, watoto ni watu ambao kwanza hawajui dhambi, na hata Yesu alisema, wacheni watoto, watoto wadogo waje kwangu, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Alikuwa anamaanisha nini? Alikuwa anamaanisha kwamba mtoto mdogo hajui dhambi, mtoto mdogo bado hajajua mambo ya ulimwengu. Ma, hajui chochote, kwa hiyo mtoto mdogo inatakiwa atunzwe, inatakiwa afundishwe maadili ya kimungu. Lakini tukirudi, kwa nini watoto wadogo wanapotea? Turudi palepale kwamba watoto wadogo wanaopotea wengi tu, tunawatafuta hatuwaoni. Maanake kuna mambo yanayoweza kuendelea katika ulimwengu wengine, ulimwengu yes. na, na, na, na, na wa gizana, pengine hasa wa... unadhani kwa nini wana wanawafanyia uh, ngono watoto wadogo? Unakuta baba mzima, labda kwa sababu ukiangalia katika uh, ile faili na wale listi lile, ukiangalia watu wengi ni watu wazima wakubwa, na wanafanya mapenzi na watoto wadogo hasa mm. Kuna nguvu gani katika kufanya mapenzi mtoto mdogo na na, na mtu mzima? Maana hii hata faili, hata ukiacha kwamba katika ile, huko Afrika tunasikia sana, unakuta baba mlawiti mtoto ama mtoto mdogo, sio miaka mmoja, miaka mingapi alawitiwa? Mm, na mtu mzima, kwa nini? Kuna, kuna nini katika hilo pia mimi labda niseme tu kwamba ni, ni, ni ushetani huo, ni kama ushirikina manake, hayo ni maagano, ni maagano ambayo huyo mtu anayefanya hayo machafu au hayo madudu ameingia kwenye maagano na ali, maagano ameshaambiwa ili uendelee kutoboa ili uendelee kufanikisha mambo yako lazima ulale na mtoto mdogo. Kwa hiyo ni ushetani tu, wanafanya ni mambo ya ushetani mambo ya ushetani tu haya. Pengine hasa yes. Pengine zamani za kwa tukisikia sana stori kwamba mtu ameambiwa labda uh, tukunasikia mm. kwamba mtoe babako, mtoe mama ako Ki, mambo kama hayo, siku hizi mambo yamepungua sana mm. Utasikia ulawiti ndio umekuwa kitumika sana siku hizi, mambo ya watoto kama hayo mm. una, una, unadhani kwa nini vitu vinakuwa vinabadilika kwa kiasi hiki, tofauti na zamani, kwamba masharti yale ya kuua ama sijui mtu anafanya nini baadaye anakuja naumwa. Watu wana, watu wana mazambi, lakini wanaendelea kuonekana wana enjoy maisha mm. huoni uh, wakihangaika. kwa nini imekuwa ni hivyo? Uh, mimi niseme tu kwamba mm. shetani mm. hawezi kukupa utajiri mm. akupe mali harafu akuachwe endelee kutanua mm. ni ngumu mm. hata hilo uliosema kwamba zamani kwamba e, sasa hivi mambo yamebadilika, yame, yame kwamba watu hawatoe kafara mm. kafara bado ipo yeah. yeah. kae vizuri <coughs> kafara bado ipo yeah. Ndugu mtazamaji, mm. kafara bado ipo mm. kama umeingia kwenye maagano mm. ya utajiri mm. kwa kupitia mlango mwingine wa giza, kubaliana na mimi kwamba kafara iko pale pale, kwa sababu shetani ana kawaida moja. Shetani anaweza kuku kufunga ufahamu wako uone kana kwamba amekuacha aone kwamba e, yani wewe uone kwamba utamtoa mama yako utamtoa mtoto au mke wako, lakini nataka nikwambie shetani hajawahi kumpa mtu kitu harafu asimfuatilie. Lazima akufuatilie tu, na hakunaga eti kafara kwamba kafara tu ya kawaida. Kafara ya damu ndio ina nguvu hapa naongea na watu wazima, wanaelewa. Kafara ya damu ndio ina nguvu hata hao wanaosema kwamba ah, sasa hivi ukiingia Frimasoni eh, hakuna kafara, hakuna kuua, ni kutoa mifugo. Sio kweli, shetani hawezi kukupa mali zake, amekupa utajiri wake halafu akuache uendelee kufurahi no. Lazima kudhibiti, lazima kupiga kabali, lazima akunyoshe, lazima yani kuna muda tu atataka damu, na hata kama atataka damu ya mtoto wako au mwanao eh, au mke wako atataka damu hata ya rafiki yako ataitaka tu yani lazima. Lakini mchungaji, kwa, hmm, nini hawa watu wamekuwa na nguvu sana pamoja na kwamba wana mabaya wanatenda wana, wana, wana, wana mabaya lakini ki, hawa ndo viongozi wa mataifa makubwa, maraisi, hmm, wasanii wakubwa, hmm, na sio hawa watu ambao wanatenda mema. Kwa nini ni hivyo? Aa, unajua iko hivi huyu hmm, shetani, huyu shetani watu hawajamwelewa shetani, katika ufalme wa Mungu kabla hajaasi alikuwa namba na mbili. Alikuwa akitoka Mungu katika zile level za uungu, akitoka Mungu alikuwa anaingia shetani, na shetani ndo alikuwa malaika wasifa. Lusifa ndo alikuwa malaika mkuu wa kusifu. Kwa hiyo ile nguvu ambayo shetani alikuwa nayo huko juu mbinguni, bado ile nguvu Mungu alimwachia, hakuiondoa ile nguvu. Na ndo maana Mungu anaweza kakuacha na ujinga wako na maovu yako, lakini mwisho wa siku mwisho wa siku utakutana naye tu. kwa ndo maana umeniuliza swali kwamba kwa nini watu hao wanakuwa e, wanakuwa wanaendelea kutanua mm -hmm. na wanaendelea kuwa na nguvu nyingi, wanaendelea kuwa na nguvu nyingi kwa sababu yuko baba yao wa uongo Ibirisi mm -hmm. aliyowapatia nguvu, wanaitawala dunia e, yani iko hivi mm -hmm. wakati, wakati, wakati shetani anamjaribu Yesu mm -hmm. alimwambia kama we ni mwana wa Mungu mm -hmm. jitupe mm -hmm maana imeandikwa kwamba Mungu atakuagizia malaika watakudaka, umecheki. Lakini Yesu akasema imeandikwa, eh? imeandikwa usi usimjaribu Bwana Mungu wako. Yaani pale ilikuwa face to face, yaani Yesu na shetani walikuwa wanabishana, kwa sababu ukiingia katika uungu, Yesu ni Mungu kabisa. sasa umeongea kwamba kwa nini watu hawa walio kwa upande wa pili wanatanua, wana mali, wanaenda kuvimba mtaani? Acha wavimbe, lakini muda wao kupigwa upo. Muda wao upo. Kwa sababu gani? Kama wewe umepata utajiri kwa kumtoa kafara mama yako, kwa kumtoa kafara mke wako, au mtoto wako, au ndugu yoyote, umemtoa kafara, hizo fedha huwezi ukala. Hiyo fedha ukafurahia yani, ukiwa mwenyewe hivi, hata kama uko kwenye renji, kwenye vieti, utakuwa unasikia maumivu ndani kabisa huwezi kupata utajiri kwa kuua kwa, kutoa, kwa kumwaga damu ya mtu kwa kuua mama yako, mtoto wako, baba yako kwamba utafurahi, huwezi kufurahi kwa sababu gani? Akiwa mwenyewe huyo aliyetoa damu lazima tu atakuwa atakuwa, atakuwa naumia. Hakuna utajiri, hakuna utajiri utakao upata kwa kupitia mlango wa giza kwamba utakuwa, utakuwa, utakuwa na amani ndani yako. Ndio maana huwa nawaambia watu katika mahubiri yangu ya kila siku kwamba nichukulia kwa mfano hapa, hapa, hapa Tanzania yeah. Sio kwamba wote wenye magari wenye waviete yeah. wenye biashara kubwa kwamba wote yeah. wamejiunganisha wame, wame, wame huku kwa upande wa giza yeah. sio kweli yeah. Mungu yeah. naye anainua yeah. Mungu naye anabariki yeah. Mungu naye anatenda ila tu yeah. ufate kanuni zake. Shida ni kwamba watu hawataki kufata, kufata kanuni za Mungu yeah. wanataka mlango wa shortcut sasa, ukitaka mlango wa shortcut mm. eh, usiteseke yeah. ndo unaingia upande wa pili Hafu, huu upande wa pili sasa unakuja ku, kuona baadaye kibano, baadaye mwanzoni hapo unaweza unaona au uh, unafurahi una relax, unaendesha magari una vimba biashara nini, lakini kuna wakati tu machozi hata kutoka, kwa sababu uwezi ee kufurahia mali ulizopata kwa shetani. Harafu unasema kwamba umewekewa masharti nafuu, masharti ambayo eh, hayakuumizi kuumizi, mbele ya safari mbele ya safari, safari watakwambia tunataka damu kama sio damu ya baba yako, tunataka damu za watoto. Kama sio damu ya mtoto, tunataka damu hata ya rafiki yako. Umeelewa? ko shetani anapokupatia vitu hawezi kukuacha, lazima kufatilialazima lazima tu. La, la, ume, umezungumza hivyo kwamba mm. kuna watu wengine ambao ni wema na ambao sio wema na Mungu anawainua na mm. juzi uh, nilimona ni uh, mfanyabiashara mkubwa hapa mm. nchini na mdau wa maendeleo hapa Tanzania mm. Said Lugumi mm. na, na, utaratibu wake huu kusaidia watoto na vitu vingine kama hivyo na, mm. na, mm. mm. na, na pengine hasa uh, kwa, kwa nini watu wanajaribu kuwa, kuwa na question watu ambao anasaidia hasa na namna unavyomfahamu Lugumi hmm. E, ni mtu namna gani hasa katika kusaidia? Pia mimi niseme mimi namfahamu Lugumi kwa kumfuatilia kwenye yeah. mitandao vile anavyojitoa vile ambavyo anajitoa kwa yatima, kwa watoto wadogo. Mimi kwa Saidi Lugumi ni, niseme yeah. tu kwamba yeah. niseme tu kwamba kazi anayoifanya siyo mbaya yeah. ni njema yeah. maana siwezi kutoa comment yoyote kwamba moja kwa moja kwamba Said Lugumi yuko hivi yuko hivi yeah. lakini mi niseme tu kwamba kama Mungu ameongea naye kwa habari ya kusaidia watoto kwa habari ya kusaidia yatima yeah. na nilikuwa namfuatilia, kuna kipu moja alisema walimuuliza swali yeah. akasema kwamba, eh, watoto yani akishafikisha mtoto umri wa miaka ishirini ni mawili yeah. wampangishe, wampangishe chumba chake yeah. na wengine wamepewa mitaji yeah. mimi nimpongeze kama anaweza akafanya hivo mtoto yani kama ni yatima amemlea amefikisha umri wa, wa kujitegemea anawaruhusu wanajitegemea. Hiyo ni jambo la baraka sana, ni jambo la baraka sana. Lakini kama kuna mla, kuna njia nyingine anayoitumia yeye mwenyewe, mimi sielewi. Lakini mimi yale yani nayoyafuatilia na kuyaona mitandaoni ni mtu ambaye ana support watu, ni mtu ambaye ana upendo na ni mtu ambaye kikweli amejitoa, na nimeona pia amejenga magorofa e, kwa ajili ya watoto, watoto kwa ajili ya yatima wae. Mimi ni nimpongeze, mm. Mungu wa mbinguni ambariki mm, kwa moyo wake, kwa sababu siwezi kusema vitu vingine ambavyo mimi sivijui yeah. Ila kwa yale ambayo nayaona kwa huyu Rugumi, mm, Mungu wa mbinguni ambariki sana. Watu watu waache kuwakatisha tamaa watu kama hao. Ah, unajua iko hivi yeah. Mtu kama huyu mtu kama huyu labda anaweza anaweza kawa nasaidia watoto zaidi ya 1000 au zaidi ya 2000 maneno hayawezi kukosekana yeah, yeah. Kwa sababu gani? Hapa duniani kuna mambo mengi sana Watu wataongea vitu vingi, aidha kuna hili kuna lile kuna lile lakini, mimi niseme tu kwamba my brother, mimi naitwa nabii pastor Chandaro. My brother Lugumi, songa mbele, songa mbele, usikatishwe tamaa na watu, kwa sababu kuna familia nyingi wamepoteza baba zao na mama zao, lakini kupitia wewe wanasoma, kupitia wewe wanakula, kupitia wewe wanabarikiwa. Sasa usivunjwe usivunjwe moyo wako na watu ambao hawataki wewe uonyeshe kile ambacho Mungu amekupatia. Kwa sababu gani? Unapojitoa pia anakuja maneno mengi, wanaanza kusema wewe filmasoni, wanaanza kusema wewe ni mchawi au una jambo lako. Usiwasikilize, songa mbele. yes. uh, na hili pia uh, nimeona pia uh... Prophet IPM pia mm, na yeye ame kuelekea mwezi huu wa nne, nadhani wa tatu, sio ngapi, mwezi wa mbili, niliona kwenye matangazo, amekuwa akifanya ile kikao cha wanaume vikao. Kama hivyo vina vina, vina maana gani hasa kwa nyinyi watumishi wa Mungu mkivia ndani? Aa, kwanza mimi ni, kwanza nimpongeze my brother Prophet IPM, ni rafiki yangu wa karibu mm, wanaongea naye yeah, naye ananifahamu na mimi namfahamu, kwanza kwenye kile ki, kikao cha wanaume yeah. kinakuwa yeah. yeah. e, na mambo mengi sana nimewahi nami nimewahi kuhudhuria kwenye, yes. yes. kwenye kikao cha wanaume aliniita akasema, yeah. nabii Chandaro, na wewe njoo mdogo wangu n njoo. yeah. Eh, njoo, njoo tu yeah. tena nashukuru na, na, Mungu, nilikaa VIP nilikaa madhabahuni yeah. na mimi nikatulia. ni sasa uh, kikao cha wanaume kama sijasahau alijikita ali, zaidi mwanaume kupambana yeah, yeah, yeah. alijikita kwamba mwanaume inabidi ukaze, mwanaume inabidi upambane, mwanaume inabidi usililie, mwanaume inabidi usiwe ombaomba. yeah. Umeelewa? kwa hiyo, kwenye vikao vile vya wanaume yeah. tunaongea mambo mengi sana, hatuongei tu yeah. e, kulegeza mkanda yeah. au kulegeza tai. No. yeah. tunaongea vitu vinavyohusu yeah. maisha, kujikwamua yeah. kwa sababu kile kikao cha wanaume pia kinazungumzia yeah. e, kwamba kuna, kuna mambo mengi sisi wanaume tunakosea mm. Kwa mfano, unapo unapokuwa unatafuta hela, hela, hela ya biashara au hela ya kujenga mm. hata auwe nani mm. lazima focus kwenye malengo mm. yes. watu, watu, watu, watu waache kuelewa vibaya kama vile ambavyo wamekuwa akifanya. Mimi niseme tu kwamba yeah. mimi namfuatilia sana mtumishi wa Mungu Prophet IPM, mimi namfuatilia sana yeah; ni mtu wangu wa karibu. Mimi niseme tu kwamba huwezi kupendwa na watu wote na nikwambie tu rafiki yangu kaka yangu profeta IPM, endelea kusonga mbele na amini hiki kikao cha mwezi wa tarehe mbili, nami nitakuwepo tuombe tu hai nitakuwepo, kwa sababu gani? Kile kikao kina mambo mengi tunajifunza vitu vingi, umeelewa. Na mtumishi wa Mungu IPM amepewa neema fulani pia ya kufundisha. Ni mtu ambaye amenyoka, ni mtu ambaye anaenda kwenye pointi. Kwa sababu gani? Sasa hivi wanaume wengi wanalelewa na mishangazi sasa hii ni mbaya, mwanaume kulelewa na mama ni mbaya. Mwanaume lazima utoke jasho, mwanaume lazima upambane, lazima mwanaume uhakikishe familia yako iko vizuri, mke wako yuko vizuri mke, eh. Sio mtoto anakuomba kitu fulani unaanza, unaanza kuweseka weseka. Kwao pale tutapewa madini, mafundisho. In short tu kwamba kikao cha wanaume ni kikao kizuri sana, ni kikao cha kuambizana ukweli kwamba mpaka sasa hivi huu ni mwezi, huu ni mwaka elfu mbili na ishirini na sita na itakuwa ni mwezi wa nne. Umefanya kitu gani? Lazima uonyeshe. Yani wewe mwaka unaisha huna chochote, mwaka unaisha huna chochote. Maana hata mtoto mdogo anapozaliwa lazima anavyoendelea kukua abadilike. Kwao kile kikao kinakuwa na mambo mengi sana. Unajua watu wanataka tu labda kumvunja moyo profita IPM. Uh, lakini kwa jinsi ambavyo namfahamu mimi huyu ni mtu ambaye amekomaa, hawezi kuvunjwa moyo na mtu yoyote. Sawa kabisa, yes. Tumalize swali langu la mwisho we uh, ni mtu wa Kigoma Babalevo ni mbunge wenu kabisa yeah. na amekuwa akizungumza mambo mengi sana bungeni mm. siwezi kuyamention yote pengine hasa, mm. kama wewe mwana Kigoma pia ambaye eh, Baba Levo ni mtu ambaye wa nyumbani mm. kabisa, kila ambacho amekuwa akichangia bungeni, amekuwa akitoa maoni mengi sana tofauti tofauti, hasa ni mbunge wa namna gani hasa na nawakisha vipi hasa? Kwanza kwanza nimshukuru Mungu wa mbinguni mm. kwa siku ya leo. Aa, Baba Levo ni mtu ambaye nimemfuatilia mm. akiwa diwani akiwa nazitokabwe yeah. na kwa sababu mimi ni mzaliwa wa Kasulu yeah. Sofia karibu na sekondari ya Bogwe, uh, eh, mkoa wa Kigoma uh, eh. kwa hiyo Baba Levo ni mtu ambaye anathubutu, yaani kwanza hapa amewashawisha hata wengine ambao walikuwa na mashaka mashaka katika ndoto zao, yaani ni mtu ambaye ana focus, ni mtu ambaye anaongea vitu vya point, angalia hata, hata bungeni sasa hivi eh? watu, watu watu hey, hivi watu wanasema eh hivi ndo huyu tunamzania tuna kuna watu ambao walikuwa wanamdharau Baba Levo, sasa hivi wanapiga sauti kwa sababu gani? Ni kichwa. Hiv fikiria ameingia kwa muda mchache, katoa daftari kwa wanafunzi eh? katoa daftari, katoa pesa kwa wamama ambao eh, wengine walikuwa wana mahitaji yao eh, na vingine vingi ambavyo siwezi kuviongea, lakini pia amezungumzia kwa habari ya vumbi. Kiukweli mawaziri mnaohusika na mambo ya ujenzi, baba pointi sana. Haiwezekani mkoa kama wa Kigoma ambao una zao kubwa kama na samaki mgebuka mgebuka, huwezi kuupata mkoa wowote mm. Ni, ni, ni kigoma tu Equal. Umeelewa, halafu, yeah. Halafu, kuna zao lingine inaitwa mchikichi mchikichi huu yeah. unaweza ukaubadilisha ukawa meza ukawa mafuta umeelewa, yeah. huu yeah. Mchikichi unajua mchikichi au hey. ukawa kolie mawese ndiyo mafuta ya kupikia yale. Kwa hiyo baba Levo ni mtu ambaye yeah. Yaani kiukweli, mimi nimpongeze na namuunga mkono na mimi kama nabii kama past Chandaro, ninakuombea baba Levo, Mungu wa mbinguni akutunze, akutenge na wachawi, akutenge na washirikina. Mungu wa mbinguni aendelee kusema na moyo wako, maana ni mtu ambaye ni mtu ambaye kwanza ni mtu ambaye haogopi, ni mtu ambaye haogopi. Nilipenda neno moja alisema hivi, mimi kama baba Levo eh, kwa elimu nilionayo, sitegemei kuwa waziri lakini ntawachomekea yeah, pale mi nilimwelewa. Yeah, mi niwambie tu mawaziri yeah, kuweni makini yeah, kuweni makini zingatieni yeah, yale ambayo yamewapeleka bungeni yeah. Simamieni miradi ya serikali yeah, leteni mabadiliko kwenye majimbo yenu yeah, msisubiri mpaka Babalevo wachomekee yeah. Na huyu mwamba tawachomekea kweli yeah, ameanza mapema yeah. Na mimi niko na yeye naendelea kumwombea Mungu amtetee yes. Mungu amuimarishi. Tumezungumza mambo mengi sana, la mwisho naambia nini wa Tanzania la mwisho kwa Watanzania, la mwisho kwa Watanzania, huu ni mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Mshikilie Mungu, lakini pia ni kupongeze mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. E, mimi niko na wewe mama, nakuombea endelea kufanya kazi. Mimi nikuombee tu kwamba Mungu akupe hekima, Mungu akupe afya. Wale wanaotabiri e, mabaya kuipata Tanzania Tunasimama watumishi wa Mungu na mi nikiwa mmojawapo, nabii Chandaro, ya kwamba mabaya hatuyataki yaonekane kwenye nchi yetu. La mwisho mama yetu daktari Samia Suruhu, mimi ninakupenda sana. God bless you. Asante sana. Amen. Amen.